hadi mda wote upo huko unanisikia si ndio unataka nini unaniuliza tena nimefuata nini na unanijua kabisa mimi ni nani nimemfuata mume wangu mimi sijafuata hata wewe kwani ndo umekuja kiugomvi sio kwani unajizima data au unajitoa ufahamu kama siku mbili mbili zamo na sasa hivi ni saa ngapi nisikize nikwambia mimi sina muda mchafu kujibizana na wewe sawa kwa sababu wewe sio type wangu na wala hakiendani mimi nimemfuata huyo karabosu huyo na na kwambia, kuanzia leo hiyo mwanzo na mwisho, msikie mwanaume akija siku mbili mbili, siku mbili, msikie sasa. Mimi nitembezaje kama hivi nilipo. Kama nami hata unaondoka, unamlazimisha dada, unamlazimisha sio kwamba ukazania, kwamba unanikomoa labda. Ukikaa ukikaa naye, sitomfata mimi na macho, ushindwe na ukome si ndiyo? Sasa sikia, nikwambie mi mwenyewe muuni kitambo, ingawa sina namba, sio misi ishirini na sita na mbili wala arobaini na tano, sijui naelewa, ila nikaamua niache uni niolewe. Sasa kama unataka nirudishe uuni wangu, endeleeni endelea, si umeanza, mi namaliza.

Kwa wanzanambishi kaniletee maji bwana. Wewe una msumbufu. Lakini usumbufu si hapo hapo. Wapi? Nimekwambia kaniletee maji. Kwani unashinda kuniagiza vitu vyote? Nimekwambia kaniletee maji. Kuagiza vitu vyote nini? Kwani nichokelewa agiza kidogo kidogo kidogo. Mke wangu kaniletee maji, sirudii tena. Nishakwambia usinifanyia <tulikia> hivyo

E wewe, yani ufanye unavoenda, fanya juu chini, kana kaja hapa. Si unanisikia? Haya, naenda. Usinishike, hujaoga, unanuka, hujui

Sasa mke wangu, michezo gani unaifanya? Hizi michezo za kitoto unaileta wewe sasa hiyo. Yaani unajua kabisa nataka niondoke sasa hivi halafu nafunga mlango ndo nini sasa? Nisikize nikwambie mke wangu, ndani nimekuandalia chai, chakula cha mchana kipo. Ukitaka kujisaidia utachukua ndoo ipo nyuma utajisaidia, sawa? Mimi narudi nda simu yako. Sasa mke wangu kuna vitu vingine sasa kufanya mtu mzima kama wewe, sawa? Kumbuka mimi ni mtu mzima, sio mgonjwa kwamba labda unaweke ndani kama utumbo. Mimi mimi nataka nataka nitoke niende nje nikafanye mambo yangu. Mambo gani? Nakukomoa wapi baby? Tena ningekuwa nakukomoa nisinge yaani mimi nakujali ndio maana nakupenda na nakufungia ndani. Wewe unatakaje? Sasa nifungiaje ndani? Wewe ndani joto kama hivi mimi nakuwaje sasa nafikiri. Wewe ni zali la kukaa ndani sasa hivi. Jua kali unataka kuangaika kwa mausi. Hivi, hey, wewe unachukulia masiara, si ndio? Unajua kama ndio na mimi natakiwa niende kazini sasa hivi. Leo no, hamna cha kazini, hamna cha nini. Yaani utakao muda na chakula cha kiba cha kila. Nisikize nikwambie bwana wewe. Wewe bwana unavyojua, lakini kama unaona jua kali fungua panzia hewa itaingia, na ukisikia kama una uelewi, uchukua beseni la maji ya kuoga au uoga, afanye unavyotaka. mimi Nikija nitafanya usafi. Sasa kipenzi, sikiliza mkango, mkango, hem, bacha basi, yala bana, unajua huyu mkango kwa mkango, basi naomba, basi naomba hata simu yangu basi. Simu yako upati, baba, nikirudi nitakupa. Unajua mkango, mkango ha. mkango

Odi odi, habari yako? Shule safi? Kwema? We must be hapa mzuri. Niambie. Ah, safi tu. Kana mm -hmm. Nimemkuta kana. Mm. Huyo hmm. Kana, we wa nini? Ah, kuna issue tu tuliongea. Kwa nini kuna shida naye? Kuna shida naye? Mm. Yaani issue yenu ya kila siku mnachukuana hapa mnaenda kwenye yule kwa yule msungo wenu mlio mtia mimba yule. Mwanangu aende kule akamfariji kwa sababu wewe mwenyewe unashinda kumfariji mke wako. Kwa hiyo mwanangu wewe ndio unafanya kazi ya kuja kumchukua hapa aende kule akamfariji mke wako kweli? Wewe ni wewe. Hapana Bwana Shimeji. Ni kuna issue tu tuliongea. Kwa hiyo ilikuwa na shida naye. Siku zote tunakwambiaje? Hamna ah cha issue. Hata nini, kuna siku nimekuta mke wako na mume wangu, mke wako anashika ndevu mume wangu, na mume wangu anashika tumbo, anashika tumbo mke wako. Ina maana wewe huwezi kushika tumbo mke wako au ndevu, yule anapocheza sasa? Kwa nini kucheza ule wangu mpaka acheze yeye, yeah, au ile mimba kati wana mume wangu, wewe huwezi. Nimekuelewa <coughs> shemeji, <coughs> <coughs> lakini ni bora unafika mbali shemeji. Mimi sikuwa na maana hiyo. Mimi shida yangu ilikuwa nikana kana. Yaani sikuwa na maana hiyo. Yaani umefika mbali kabisa shemeji. Hao ndo shida yenyewe, ndo ile ya kusema unachukua mume wangu, tunaenda kupatana kwa huyo msungo wako, ili kule mume wangu akashikeshika udevu alafu asiju anshikeshike tumbo, wewe u nashinda kushikashika tumbo mke wako. Lakini tuliache hilo basi. Semaje? Basi sawa, mimi nikuombe kitu, akirudi ambia anipigie. mm-hmm. Alafu naudekena mle mle, eti wakakupigia simu yaani mimi nikae kabisa kwa akili zangu na nijitambua ni mwambie mwanangu ati kuna mtu fulani alikuja hapa, kwa hiyo mpigie simu, yaani nimwambie mwanangu akupigie simu ili mkakutane na mtu wako, mkakiriwa kile kijumba chenu. Inahusu, ehe, hivi nitakuwa mimi na akili timamu? Basi shemeji, naona umefika mbali shemeji, basi acha tuonane. Nenda, kwa sababu luani wangu akipanda kwa mtanzi, wote wanajua jinsi anavyofunga, anaruka tena lila ndo. Kwa hiyo mchangane mimi, na usije tena nyumbani kwangu ukame kabisa, muone alivyonenepeana vile viley

Sasa taratibu sa, mm. mm, mke wangu mimi nimezunguka kumtafuta kana nimemkosa sana. Kwambia unaniambia wewe subiri, nimekwambiaje Fanya ufanyavyo juu chini, kana umekuja naye hapa. Mguu wako mguu wa kana upo naye hapa, kicho kufanya uje hapa bila kana kitu gani? Na nami nilikwambia nini? Lakini mwana mwanaume mbishi wewe. Lakini mimi nimefanya ubishi gani? Nimezunguka, nimemtafuta, yani kana nimemtafuta viji vyote, kila sehemu nimepita, nimekwambia, nimeenda mpaka kwake. Kana hujaenda popote, muongo umezunguka maeneo haya. Kwani mimi sikujui wewe, sikujui wewe. Wewe una kiibu cha ajabu wewe, ni muongo. Nimekwambia nina shida hakana. Nimekwambia. Mimi nimezunguka, nimezunguka mpaka nimekutana eh, ni na Muzi njiani. Mkutana nani? namuzi Muzi. Eh. Nimemuuliza naye anasema ajui kana yuko hapo. Hapo hapo. Niliteta wa Muzi ni maana Muzi ni hakana tatu au ana tofauti. Kiarufu vyako tie sawa. Anamkia vizuri yule yule. Hivyo na akili kweli sana. Unaniambiaje mimi? Sina akili. Ni kwa sababu sina akili niko mpaka niitie Muzi aone kazini. Mimi nimekwambia kama nikikaa naye anajisikia vizuri. Yaani kwanza yeye ni mzee, mimi siwezi kwenda kumuita mzee. Sasa kwa nini? Maana unakuwa hivyo wewe. Yaani yuko kitu tu sawa. Yaani yule mtoto mshenzi mtaa mzima anamjua nini? Yani ana mambo ya ajabu. Yaani kijana wa hovyo. Yaani ushani, yaani ushani yuzi, ushani yuzi. Nimekwambia je namtaka mzee. Umemkosa kana, basi kanitie mzee. Maana ka, kana na mzee wana tofauti. Mzee ana kelufu fulani. Wewe. Yaani una akili. Yaani una akili. Unaniambiaje? Sasa wewe, ngoja nitakuonyesha. Nimekwa mnijali mimba ina kiasi gani? Sijali nimefikia vipi. Mimba naenda kuasiki najuu. Usinishike. Hivyo unajua kama kwa tumaisha mazuri eh, Tuna uwezo wa kurudi kwetu, Na mimba yako naitoa. Sijali imefikia wapi. Sijali ipo mimba naitoa. Usinishike nimekwambia. Na kufurahia mtu vizuri na limeloki. Ule nimekuja hapa. Umenimebesha mimba yako bado kunipelekea. Si unaelewa? Wewe una roho mbali. Nimekwambia sijali mimba imefikisha miezi mingapi mimba ni nakuitoa. Tena usinishike nimekwambia. Usinishike ni sasa kingumu. Niache. Wewe, Hebu niache.

Ah, binti Malingo, karibu nakusikiliza kusikiliza. Nimeshakaribia mganga. Hapa mganga kama unavyoona hapa nimefika mganga. Ila ninavyokuambia huko nimetoka kuna moto balaa, si unanielewa? Gumeguma lile lishindikana na mtume mganga mwezi wa naomza watu. Ninavyokuambia mume wangu akika, yaani akija ndani kwangu, akisema tu kitendo cha kutoka kwenda kwa mke mdogo. Mganga anajisahau kabisa kurudi kwake. Ninavyokuambia mpaka nikamfuate. Kwa mganga nika, nimekuja hapa, unipe dawa, nika, nikafarakanisha wale watu. Akienda kule aone giza kabisa. Unataka mumeo? awe <laughs> ndani ya miaa yako, sio mke mwenza, kioni cha mtemakuni, yaani uo mganga. Alafu ninavyokwambia sasa, mke mwenyewe ungemwona mweusi kama lami, yaani mwembamba hata eleweki, sura hana. Unataka mumeo awe ndani ya miaa yako, sio kabisa, nataka dawa ukafarakanisha wale watu. Mke mwenza, kioni cha mtema kuni, yaani umo umo. Mganga sawa, tatizo lako hapa limekwisha. Sawa, tatizo lako hapa limekwisha. Aya, aya, aya, aya, tanua miguu. Kuna kajini umewekewa huko wewe. <laughs> Migo migo milaini, ana feri wapi? Yule mbwa yule kenge ana feri wapi? Lazima ningelikuwa mimi <laughs> oh, na chovya tu <laughs> na chovya tu na kaka nione. Ah mganga, mbona sisi kwa lembo unaleta mchongo tamasha? Wewe tulia wewe, sema ngoja, kwa mganga hapa <laughs> ah, uh, mganga sema. Ah kuna kushinda nyingine, sio shida za huko na <laughs> kutaka wewe. Mimi sikuelewa kabisa mganga hapo Nimekuja hapa, nataka jambo langu liende sawa, mga mganga. Mimi ndo pengo. Eh. Wewe, tatizo lako lishe. Ndio, mganga. Mga, Inabidi utulie. Ukiwa na kihelehele, nitaamuru mizimu wakutie fimbo hapo kucharaze. Ah. Ha, mimi nataka nione kuna matatizo gani huko. Sikubishi mganga, lakini nipe tu sharti nyingine au dawa nyingine lakini kwa ku... ah, hapana kwa kweli mimi ndo najua <laughs> nianzie wapi <laughs> nimalizie wapi cheupe dawa <laughs> wewe inabidi utulie nisikilize mimi <laughs> simama kwanza <laughs> aya ay, ay, ay. ay, ay, ay. ay, geuka tikisha kidogo nione huyu <laughs> anafeli jamaa anafeli anafeli aa kila nikikuangalia naona jamaa anafeli. Na wewe ndo mwenye matatizo. ay, ay, ay, ay. We, we, una matatizo una matatizo. Sasa matatizo ya mganga yametokea wapi? Mimi mbona sina matatizo yote, ninavyoombea na mume wangu mimi matatizo yangu yanatokea wapi mganga? Shida sio chakula nachompa ugali, eti wali hapana minyama hapana. Eh, ndio maana mi nilitaka nione nichungulie huko ndani <laughs> Kuna nini? Ay, ay, ay, ay. <laughs> Sawa sawa, tatizo lako linaisha, tatizo lako limefika tamati, nimemaliza. Fumba macho, fumba macho, nyesha mikono. Fumbua hayo macho, hiyo ni dawa, dawa ya unga. <laughs> E, nisikilize kwa makini sasa. Nakupa hiyo dawa, hakikisha unaenda kutafuta na nazi. Sawa sawa mganga, nakuelewa. Uh, ukishafika pale nyumbani kwa yule mke mwenza, hakikisha hiyo dawa unainyunyuzia pale kwa nje. Sawa mganga, nimekuelewa. Ukishafika pale, hakikisha akitoka nje, hakikisha unafanya chochote kile, ili tu aweze kuongea neno lolote, na akishaongea chukua ile nazi ivunje pale. Sawa sawa, mganga, nimekuelewa. Yaani hilo limeisha kabisa, mganga, tumeelewana, tumeelewana kabisa, limeisha. Ah, mashari nakupa, inabidi uyazingatie Kingine, hakikisha usimguse wala usifanye chochote kabla ya kuvunja hiyo nazi sawa? Tumeelewana tumeelewana. <laughs> Chaupedawa mrembo huyo. <laughs> Jamaa sijui anaferi wapi, sijui nami nilitaka nichungulie kidogo tu. Ah, ila umeotea we binti. <laughs> Haya. Ah, unaweza ukaenda.